Tutaanza na habari za kitaifa tunaelezwa. Wabunge kupitia kamati yake ya bunge ya utawala na serikali za mitaa imeshauri serikali kuangalia mienendo ya baadhi ya utendaji wake katika ngazi ya wilaya na mikoa kuwa utendaji wao umekuwa ukivunja katiba ya nchi ya mwaka 1977 Kuringe Monge na taarifa zaidi kutoka Dodoma. Akiwasilisha taarifa ya kamati hiyo bungeni mjini Dodoma, mjumbe wa kamati ya utawala na serikali za mitaa bbs Alexander Mahawe Amesema baadhi ya watendaji hao wa serikali wamekuwa wakikiuka ibara ya kumi na tatu kifungu kidogo cha sita kifungu kidogo cha pili ya katiba waliyoapa kuilinda, na kifungu hicho kinazuia mtu anayeshtakiwa kwa kosa la jinai kutendewa kama mwenye kosa hilo hadi itakapothibitishwa na mahakama yenye mamlaka kama taifa linalofuata demokrasia inaendeshwa kwa kuzingatia utawala wa sheria kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Katika siku za karibuni, jamii imeshuhudia baadhi ya watendaji wa serikali wakichukua nafasi ya muhimili wa mahakama kwa kuhukumu na kuwatia hatiani moja kwa moja baadhi ya watumishi wa umma bila kujua kwamba wanakiuka misingi ya katiba iliyo kuilinda. Aidha, katika kipindi cha maswali na majibu wabunge waliopata fursa ya kuuliza maswali ya nyongeza walihoji pia suala la utendaji wa wakuu wa wilaya na mikoa katika maeneo wanayotoka. Wanashushwa vyeo, wanadhalilishwa na kutukanwa na viongozi, hasa wakuu wa wilaya na, na wakuu wa mikoa. Na ukizingatia matokeo ya form four yametoka, wameanza kutumbuliwa sasa. Nini kauli ya serikali kuwatia moyo waliopo kazini na kuwatia moyo ambao watapata ajira ili wajue ataenda mahali salama wakafanya kazi nzuri ya kutumikia Tanzania. Baadhi ya viongozi katika ngazi za wilaya hasa ma DC na madasi wengi wao wamekuwa wababe, na wamekuwa wakitumia madaraka yao kuwanyanyasa wananchi kwa kisingizio eti wao wa ni marais wa wilaya. Wakati mimi nafahamu katika uchaguzi uliopita tumemchagua rais mmoja tu, Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa kijibu maswali ya wabunge hao, mawaziri wa nchi ofisi ya rais wameomba kupewa taarifa ili kurekebisha hali hiyo. Lakini na watumishi nao wa umma ni vyema pia wakatimiza wajibu wao. Kanuni hazikufuatwa basi tuweze kupata taarifa ili tuweze kufuatilia, lakini tumekuwa tukitoa miongozo mbalimbali mbali, kwa viongozi wa kisiasa pamoja na watendaji kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria ya utumishi wa umma, wanazingatia kanuni za kudumu za utumishi wa umma pamoja na kanuni za utumishi wa umma. Jamani, mkumbuke mlikuwa mnasema watumishi wetu ni wazembe. Ngojeni kidogo tubanane ili tuende kwenye ufanisi, na Watanzania wanangojea hayo mabadiliko. N wasihi tu waheshimiwa wabunge, tushirikiane. Wenzetu nao wale ni binadamu. Katika namna moja ama nyingine, wanaweza wakafanya makosa. Kutoka hapa Dodoma ni kuringimongi